Hii ni Swafif Africa Swahili International Film Festival Africa Awards 2025 2026, Dar es Salaam Tanzania. Tamasha kubwa bora na kipekee barani Afrika inayoletwa kwenu na A2B Television Studio Rwanda pamoja na Tanzania Broadcasting Corporation TBC, lengo ikiwa ni kuitangaza lugha hadhimu ya Kiswahili kwa kupitia filamu za Afrika lugha ya Kiswahili. Je, yeah, wewe ni mtayarishaji muandaji na mwigizaji wa sinema za Afrika? Tamasha hili ni lako, linakusafirisha kimataifa na kukutanisha wewe na waigizaji na waandaaji wa sinema za kimataifa kwenye jukwaa moja usiku mmoja pale Dar es Salaam nchini Tanzania, baada ya Rwanda, nchi pekee inayojivunia kwa usafi barani Afrika, lakini pia ikiwa na mbuga ya utalii wa sokwe pale katika mbuga za Kagera National Park mjini Kigali, Rwanda. Safari, tamasha la Swafif Afrika linadondoka nchini Tanzania nchi kubwa Afrika ya Mashariki na yenye mlima mrefu zaidi barani Afrika na wa pili duniani. Lakini pia ni nchi pekee inayojivunia kuwa na mbuga kubwa, nzuri na za kuvutia. Hapa tunazungumzia Ngorongoro -ngoro na Serengeti National Park, ewa tusiishie tu kuitaja Serengeti, lakini pia ni mbuga pekee yenye maajabu ambayo huwezi kuyapata popote pale duniani, wanyama wanaohama kutoka kwao Tanzania na kwenda kwa majirani zao Kenya, mamia kwa mamia kwenda huko na kubeba mimba, kisha kurudi kwao mbongo kujifungua. Mm, unasema mm, Wakenya wana hatari hawa. E, tuishie tu hapo. Je, yeah, unajua jinsi ya kushiriki? Ni rahisi. Ingia kwenye tovuti yetu ya www.swafifafrica.tv.tz. Kisha bofia kitufe cha jisajili au rejista, na utakuta tena kitufe cha sign in. Kisha kisha fuata maelekezo, jaza taarifa zako muhimu na sahihi, kisha utapokea ujumbe mfupi kupitia email yako. Licha ya vigezo vyote ambavyo vimeorodheshwa hapo, sinema yako ili iweze kuingia kwenye kinyang'anyiro hichi ni lazima ifuate vigezo vikuu viwili. Sinema yako ni lazima iwe na manukuu ya lugha ya Kiswahili, na maanisha subtitles. Sinema yako lazima iwe katika maudhui ya bara la Afrika. Hapo utakuwa umejihakikishia ushindi wa kuibeba nembo ya bara la Afrika kupitia filamu. Lakini tulo kila mtayarishaji huyu ama msanii anaweza akasema mimi sinema yangu imeigizwa katika lugha ya Kiswahili na kwa nini tena niweke manukuu ama subtitles za Kiswahili? Hapana, sisi SWAFIF Africa tunasema ni moja ya lugha nyingine kubwa za kimataifa, hivyo ili sinema yako iweze kuingia kwenye kinyang'anyiro hichi ni lazima iwe na manukuu ya lugha ya Kiswahili yote. Haya utayapata hapa hapa TBC Tanzania Broadcasting Corporation. Ukweli na uhakika. Unaweza kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii. YouTube ni Swafif Africa, Instagram na sehemu nyingine zote ni Swafif underscore Africa. Kwa pamoja sisi Swafif Africa tunasema Kiswahili, lugha yetu, Afrika, bara letu.